Hii ni Bibilia Bad, somo la sabini na nne sama si kusudi hapali, na siku njema. Hii ni Bibilia Bad. Bad ni msimuliaji wa diji anayekariri matini za kimapokeo zinazohusiana na mapokeo mahususi simulisi. Ni kwa hapa kukariri na kukuza kile fasi ya Bibilia inasema kuhusu ni nani Mungu na ni nani wanadamu. Somo hapa ndio mahali tulipo leo. Ni vigumu kwa watu wasio na dini kuelewa, lakini wengi wa dini kuu za ulimwengu zinazotafuta masihi, mtu mkuu, kawaida mtu, ambaye anakuja kuokoa ulimwengu kutokana na uharibifu, kuanzishwa dini yao duniani kote, na kuleta amani na aina yao maadili kwa wanadamu. Hapa kuna wachache si wote wa dini zinazojulikana sana na takwimu zao za sa masihi. Uyahudi ulianza kumtafuta masihi masi, masioki karne ya sita KK kama miaka elfu tatu iliyopita. Uyahudi wa asidi cebadu la paviji wakimtafuta rebe wa mwisho menechemu menderi siche ana soni tangu karne ya elfu kumi na nane miaka mia mbili ishirini na nne Mahidi iliyopita. Wislamu umutafuta maadi tangu karne ya saba PK, miaka elfu moja mia tatu ishirini na nne iliyopita. Uislamu wa Shia kumi na mbili kumtafuta imamu na kumi na mbili Muhamedi al Muhadi tangu mia nane sabini na nne CE miaka elfu moja mia moja hamsini iliyopita

tangu miaka elfu mia moja sabini na tatu iliyopita. Ubuda kutafuta Maitreya buddha ba, bauda, tangu karne ya tatu kke miaka elfu mbili mia tatu ishirini na nne iliyopita. Uindi tunatafuta tuna kariki gakakei kari,

karisma tangu karne ya kumi na tano pk miaka mia tano ishirini na nne iliyopita. karasinga na mudari seti kumtafuta kumutafuta Satiguru, mwili wa guru na Nanak au guru gobind Singh, tangu karne ya kumi na tisa se miaka mia moja ishirini iliyopita ba kumtafuta bahuhara yule aliye aliyeahidiwa alio aliyetabiriwa na dini zilizopita, tangu karne ya kumi na tisa BK miaka mia moja ishirini na nne iliyopita. Ukristo pia una masihi Yesu Kristo, karne ya moja BK miaka elfu mbili mia nne iliyopita, bila kuhesabu utapiri unaotegemea maandiko ya Kiebrania miaka elfu tatu iliyopita, ambaye tayari amekuja duniani mara moja na atarudi mara ya pili katika siku zijazo. Majadiliano. Kuna njia mbalimbali za watu kustahili kuwa masihi, mengi yanahusiana na kufanya tendo fulani la kimuujiza na la ajabu inaro kuthibitisha dai lao. Kwa kweli, mimi ndiye Biblia bali. Kwa hivyo sifundishi yale ambayo maandiko mengine ya kidini yanapaswa kutangaza. Biblia hutoa mistari ambayo hutumika kustahili nani anaweza kuwa masihi. Hapa sio wote, lakini wachache wao. Mwanzo tatu kumi na tano lazima awe mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke ambaye ataponda kichwa cha nyoka. Nyoka si sitiari ya kibibilia ya Shetani au Ibilisi. Mwanzo kumi na mbili mstari wa tatu, lazima Abrahamu awe babu yake. Mwanzo kumi na ine arobaini na tisa mstari wa kumi, lazima awe anatoka katika ukoo wa kibibilia ya Yuda. 2 Samueli Saba mstari wa kumi na mbili mpaka kumi na tatu mfalme Daudi lazima awe babu yake kumbukumbu la kumbu, Torati kumi na nane mstari wa kumi na tano lazima awe nabii sawa na Musa Saburi ishirini na mbili mstari wa kumi na sita lazima asurubishwe asu, kwa kutobolewa mikono na miguu tazama tafsiri ya Septuagint. Saburi kumi na sita mstari wa kumi aipaswi kuosha baada ya kifo mm. Mirka tano mstari wa pili lazima asaliwe katika jiji la Betlehemu. Isaya 7 mstari wa kumi ine mama yake wa kibinadamu lazima bikira. Tasama tafsiri ya Sebtuankin. Isaya kumi na moja mstari wa pili Roho Mtakatifu wa Mungu lazima eti atie nguvu kunena kwake. Isaya arobaini na mbili mstari wa sita Huduma ya masii lazima ibanuke zaidi ya taifa la Israeli. Isaya hamsini na tatu mstari wa tano Lazima afe kwa ajili ya dambi za wengine. Danieli saba mstari wa kumi na tatu mpaka kumi na nne Lazima uta, utawara mfarume ambaye autawa aribu kamwe. Zakaria tisa mstari wa tisa ni lazima kufika Yerusalemu ukiwa umepanda punda. Zakaria kumi na moja mstari wa kumi na mbili mpaka kumi na tatu lazima kusalitiwa kwa vipande 30 vya fedha. Kwa sababu na ya nafasi, sitaorodesha maandishi na unabii huu wote kuhusu Masihi wa Kiyahudi Mkristo. Pia ni muhimu kutambua kwamba katika toleo la Septuagint moja la maandiko ya Kiebrania linatolewa katika kana ya mbili tatu ta KK huko Alexandria, Misri. Ilikuwa ni tafsiri iliyoundwa na wasomi sabini wa Kiyahudi waliotafusiri maandishi ya Kimasoro Kiibrania katika rugha ya Kigiriki. Tafusiri hii ilitolewa miaka mia moja mpaka mia mbili kabra Yesu kusaliwa na mara nyingine inaonekana kuwa ya kimasia zaidi kuliko Kiibrania asiri kwa Mfano, andiko la Isaya saba mstari wa kumi na nne katika Kiebrania inatumia neno arima, mwanamke kijana kufana, kufafanua ni nani anayemsaa masii masi. Sebutuwa kingi inatumia neno patenosi kwa Kigiriki kiki, kwa pikira katika tafsiri yao wasomi au wa Kiyahudi walifikiri kwamba maana iliyokusudiwa ya maandishi ya kimasora masoritiki haikuwa kwamba Masihi angezaliwa kutoka kwa mwanamke kijana, hilo lisinge lisingekuwa jambo la kustaajabisha, bali kwamba Masihi angezaliwa na bikira. Wakristo wa, na waumini wa, wa Kiyahudi katika Yesu waliotawanyika kote katika ulimwengu wa Kirumi mara nyingi walitumia Septuaginta kingi kama tafsiri yao ya Bibilia. Kwa hiyo baadhi ya maandiko yaliyoorodheshwa hapa juu yanategemea zaidi kuliko toleo la Wamasora. Mutasari msiooki okay. Masheea wa Uyahudi wa kibo kimapokeo ni masihi mmoja ambaye kama kiongozi wa kisi, kisiasa ambaye atarejesha Israeli, kujengwa upya ekaru, kukusanya watu wa Kiyahudi na kukuanzisha amani ya kimataifa lakini kwa kutegemea maandiko ya Kiebrania, Wakristo wa mapema waliaminika kwamba Masihi wawili walitangazwa na maandiko ya Kiebrania, mwenye yake anayeteseka na kufa ili kuwaokoa watu kutoka katika dhambi zao na hukumu ya Mungu, Mungu anafufuka aliyefufuka, ambaye anarudi duniani kama mfalme mshindi mwenye nguvu isiyo ya kawaida na kurasimika, kurasimisha ama amani na serikali yake juu ya ulimwengu. Masia wengi wa dini nyingine wanakubaliana na mawazo ya Kiyahudi Kikristo na masihi wa pili. Masihi wa dini nyingine kwa kawaida ni watu wenye nguvu zisizo za kawaida ambao hurasimishwa ulimwengu kukubali uongozi wao wa serikali wanao wanayoweka juu ya mataifa. Kinachovutia sana kuhusu masihi wa Kiyahudi Mkristo ni kwamba lazima wathibitishwe si tu kwa nguvu zisizo za kawaida, bali kwa sababu wanapitia milango yote ya kimaandiko inayotakiwa kuwa ya kweli. Kwa maneno mengine, kwa sababu mtu fulani ana nguvu zisizo za kawaida haimfanyi kuwa masihi wa kweli. Biblia haiweki wazi wazo la kwamba masihi wa uongo angeweza kuwa wa nguvu zisizo za kawaida, lakini uthibitisho kuwa masihi wa kweli aliyetumwa na Mungu lazima pia autimize matakwa ya maandiko yanayoorodheshwa miongoni mwa mengine ili kustahili. Ikiwa wewe ni mtu asiyeamini kwamba kuna Mungu ambaye anaishi, kwamba kwa sasa hakuna uthibitisho wa kutosha wa kuamini Mungu na Yesu, unapaswa kueleza ni unabii mwingi wa Biblia uliotumishwa na Yesu, ingawaje ulio ulitolewa katika visasi vingi vya waandikishaji wengi ambao mara nyingi hawakujuana na ambao maandishi yao yalitengenishwa yali na wengine kwa mamia, kama si maelfu ya miaka. Wasioamini wengi hawatafanya kazi ngumu na kutambua unabii wa kimaandiko katika maandishi ya Biblia na kisha kuthibitisha ni dini la wapi Yesu alitumiza. Dini ya Kiyahudi inapata nguvu kukubali kwamba maandiko yao wenyewe yanatabiriwa yanatabiri masihi moja, lakini kuwa mara mbili dunia, mara moja kama mtumishi anayeteseka na mara moja kama mfalme mshindi. Dini nyingine zinazoorodheshwa mwanzoni mwa podokasti hii zinapata wazo la hitaji la mtu wa masihi kufa kama maripo kwa Mungu kwa ajili ya dambi za ulimwengu kama dana isiyo ya lazima itimizo. Biblia bado inatoa yale ambayo Biblia inafundisha kuhusu mada fulani jaribu kukugeuza kuwa dini. Podcast ya Biblia Bard ni ya habari. Tunazungumza kuhusu kile ambacho fasihi ya Biblia inaeleza hasa mawazo ya dana inayowasilisha kwa sababu watu wengi hawajawahi kujihusisha na mawazo ya kibiblia. Amua mwenyewe ikiwa unakubali au wakubaliani na matamushi ya Biblia Bard. Viunganishi. Bible Bard inatoa yale ambayo Bibilia inafundisha kuhusu mada fulani. Sijaribu kukugeuza kuwa dini. Podcast ya Bible Bard ni ya habari. Tunazungumza kuhusu kile ambacho fasihi ya Bibilia inaeleza, hasa mawazo na dana inayowasilisha, kwa sababu watu wengi hawajawahi kujihusisha na mawazo ya kibiblia. Amua mwenyewe ikiwa unakubali au haukubaliani na matamshi ya Biblia Pad. Asante mapema kwa kufuata na kusikiza. Maadui kutoka kwa jumuiya ya Biblia Pad kama ifuatayo unaweza angalia kwa websaiti ya Biblia Pad, www.biblepad.org ama kwa zingine: SoundCloud, YouTube, Facebook,